Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha Love Hour ambapo unakuwa nami mtangazaji wako Ganji Mashaka au unaweza ukaniita Chami Mama. Uh, leo katika kipindi hiki cha mapenzi nipo na mada fupi ambayo nahitaji kujadili nawe mtazamaji ambayo inasema kama unampenda jitahidi kumwelewa, na si mwingine bali ni mwanaume wako. Na leo nitazungumza zaidi na wadada, wanawake, wasichana ambao wapo katika mahusiano. Namaanisha nini basi ninavyosema kama unampenda jaribu kumwelewa? Leo nitabezi zaidi kwa upande wa wanaume. Unajua, mara nyingi wanaume wanakuwa wanaonewa sana na hawa wenza wao, wamekuwa hawajaliwi thamani zao, wala hawaonekani wakifanya lolote katika mapenzi yao. Basi wewe mwanamke ufanye nini ili uweze kum... ili uweze kumuona huyu mpenzi wako ni mtu wa maana sana? Kitu cha kufanya cha kwanza kabisa, jaribu kumwelewa mwenza wako katika mapenzi. Kivipi? Na ni hivi ndivyo nitakavyokuambia jinsi ya kufanya. Ninavyosema kumwelewa, basi umwelewe katika nyanja nyingi, nyanja tofauti. Sio swala la fedha tu, bali hata anap anapokuwa hayupo sawa katika akili yake, anakuwa na mawazo mengi sana. Kwa hiyo utakavyoona mwanaume wako yupo kimya, jitahidi kumwelewa, usimfanyie gasia wala karaha za aina yoyote ili uweze kumweka huru kiakili lakini pia kihisia. Sasa utamuelewa vipi huyu mpenzi wako? Yamkini hajakwambia. Wewe mwanamke unatakiwa kuwa mtu wa kwanza sana kujua hisia za mwenzio, kujua mabadiliko kwake, pia kujua kwamba huyu mtu leo ana tatizo gani. Na utakavyojua hivyo basi hakikisha unazungumza naye. Wanaume wanakabiliwa na changamoto nyingi sana katika utafutaji wao popote pale wanapokuwa katika kuhangaika kwao. Kwa hiyo wanakutana na mitihani mingi, kasoro nyingi, heka heka kadha wa kadha. Kwa hiyo, na wewe jitahidi usiwe mmojawapo kati ya zile heka heka ambazo wanakutana nazo, bali uwe faraja yake, bali uwe mtu mzuri na mtu mwema kwake, kwa, kwa kuweza kuzungumza naye maneno ya busara, kwa kumtia moyo na kumpa maneno matamu kabisa ili moyo wake ufarijike na akili yake iweze kutulia. Kitu kingine, usimwangushe wala usiwe sababu ya yeye kukasirika zaidi kwa sababu yako. Maana anapotoka huko katika kutafuta kwake, kazini kwake, anakuwa na hasira nyingi, lakini wewe ni mtu wa kwanza kuweza kumfariji na kumtia moyo, hivyo usimwangushe kwenye kumtia moyo kwako. Basi mwambie usijali kwa yale yote ambayo unapitia, Sio kwamba wewe ni wa kwanza na sio kwamba yatadumu katika siku zako za maisha yote, bali ni vipindi vya mpito. Hivyo zingatia kumfariji na kumtia moyo sana, na nina uhakika kwamba huyu mwanamme atakupenda na atakuwa na mtu wa thamani sana sana kwake, kwa sababu umekuwa mtu wa karibu kwake. Vilevile jitahidi uwe baraka kwake, uwe mwanamke mwema. Ninavyomaanisha kuwa baraka, basi ujitahidi hata kumwombea pindi pale yatokapo endapo katika kutafuta lakini pia hata awapo kule kazini, usiache kuendelea kumwombea na wewe mahali popote ulipo, ili aweze mwenye, ili Mwenyezi Mungu aweze kumlinda huko alipo. Hivyo hivyo, atakaporudi pia umshukuru Mungu kwa ajili yake, maana changamoto ni nyingi anazokutana nazo huko, kiasi cha kwamba anaporudi salama basi ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sio atakapofika ukawa wa kwanza wa kumkemea, kumfokea na kumuuliza kwa nini kupokea simu zangu. Hayo kitu kizuri, utampa ugonjwa wa sonona. Kama ambavyo tunajua wanaume hawapendi sana kuzungumza, mara nyingi huwa ni wakimya. Lakini sasa, ili azungumze, unatakiwa kufanya nini? Hutakiwi kuwa mkali kwake, mbembeleze, zungumza naye kwa hisia, basi naye atafunguka kwako, kwa sababu anaamini wewe ndio mtu sahihi kwake na ndiye mtu ambaye utamfariji na kumfichia ambacho atakwambia kile ambacho anapitia, lakini upendo wake kwako unapaswa kuwa kimbilio lake na mahala salama. Kwa hiyo mwanamume anaamini kwamba usalama anaopata kwa mwanza wake ampendaye na ambaye wanaishi kwa pamoja, hivyo anakuamini na atakupa siri zake zote. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini, kumbuka usiwe vita nyingine tena kwa mwanamume wako. Vita unazokutana nazo ni nyingi na ni kali. Na leo sikuwa na mengi sana katika Love Hour, bali ni kionjo kifupi tu kuhusiana na mapenzi. Usijali, wakati mwingine. Kuanzia Jumatatu tutakuwa pamoja katika Love Hour na vitu kemkem vizuri. Jiandae, andaa akili yako, andaa moyo wako, tutafunguka mengi kuhusiana na swala zima la mapenzi, na si mwingine bali ni mimi mtangazaji wako Chamin Mama.